Silele mama, ni safari ya miaka mitatu. Tuko na mhitimu wa bachelor of education kwenye eneo la geography pamoja na biolojia, si ndio? Uh, imekuwa ni safari ya namna gani kwa mtanzania ambaye uh, anatamani kujua ilikuwaje, kwaje mpaka leo uh, kwenye mahafali ya 46 naona kuwa ni miongoni mwa watunukiwa shahada wapya kabisa. Uh, of course kwa upande wangu haikuwa safari rahisi sana kwa sababu mwanzo ulikuwa ni mgumu. Tulianza kwa changamoto mbalimbali tukiwa tunapata kozi za ambazo hazikidhi vigezo pamoja na kuwa na GPA ambayo ni ya kiwango cha chini sana. Kwa hiyo mwanzo ulikuwa ni mgumu, lakini tunashukuru Mungu mpaka kufikia kwenye hii stage, Mungu ameweza kutuwezesha katika mambo mengi mpaka tumefanikiwa kufika hapa, uh, kwenye ombwe ambalo tuko nalo kwenye nchi yetu kuhusiana hmm na walimu Mm -hmm. Uh, wewe unaenda kuongeza nini, thamani ipi, uh, kwenye soko la walimu hasa kwenye kufuta ule ujinga kama mwalimu wa Baba wa Taifa ambavyo waliwahi mm -hmm. kuzungumza kwamba maadui zetu watatu ambao wanatuzunguka ni umaskini, maradhi pamoja, uh, pamoja na ujinga. Umaskini, maradhi pamoja na ujinga. Uh, wewe unaenda kufanya nini sasa kwenye kuondoa hiyo ombo ambayo ipo kupitia kwenye mm -hmm. taaluma ambayo umeipata ya ualimu katika kuwajenga vijana wetu? Sawa, kwa upande wangu kwa maarifa ambayo nimeweza kupata katika hiki chuo cha Sokoine cha kilimo ya, nitatumia maarifa hayo kuweza kuwaelimisha watu wengine wakiwemo wanafunzi, kwa sababu tumefundishwa katika namna mbalimbali mbali za ufundishaji competence based, ambayo tutaenda kuiapply katika ufundishaji. Kwa hiyo nitatumia hayo maarifa na hiyo knowledge ambayo nimeacquire hapa katika hiki chuo kuweza kuwaelimisha wengine na kuweza kukomboa kizazi kijacho. Mwalimu, nakwenda kukutana na vijana ambao utandawazi umekuwa mkubwa sasahivi juu ya hmm, matumizi ya TEHAMA, wewe hmm, umejipangaje sasa katika kuhakikisha kwamba unaendana na mabadiliko haya ya teknolojia teknolojiakatika uh, upanda... e, zana ile ya ufundishaji ye, kwenye eneo lako la kufundisha, katika upande wa ufundishaji, kwa sababu katika ulimwengu wa sasani na ulimwengu ambao wakitandawazi sana, kwa mimi nilikuwa na shauri kwamba mashughuleni kuwepo kinatumika, zipo zile of teaching. Kwa mfano labda zile digital, labda clip kwa ajili ya kuwafundisha watu ya nini, kuweza kujifunza kwa kuona yn yani, yani kusikiliza na, ku, na kuona pia. Hiyo inamfanya mwanafunzi aweze kuelewa na kuwa na high claiming capacity, yani kuelewa vizuri kuliko kufundisha ambapo kwa kutumia tu sinario au nadharia. Sawa, so, wito wako ni nini pengine uh, kwa jamii kuwapokea walimu wapya ambao leo hii mmepewa uh, uh, shahada yenu na tayari mpo tayari kuitumikia jamii. Yeah, wito wako ni nini? Uh, wito wangu mm. Wito wangu ni kwamba apart from uh, tukajishughulishe tu, tu, tu hapa, kwa sababu katika chuo tumeweza kuwakua vitu mbalimbali mbali, vya vitendo tofauti na haya tu maarifa kwa ajili ya kufundisha hivyo hayo maarifa tuliyoyapata ndio tunatakiwa tukayatumie, sio tu kwa ajili ya kujikita katika elimu, bali kuna vitu vingine ambavyo tunaweza kufanya na kutetea manufaa. Sawa, jitambulishe kwa yule ambaye anakutazama kwa wakati huu kupitia kwenye YouTube channel ya Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo, SUA. Kwa majina naitwa Bai Marongo, ni, ni mhitimu au graduate wa Sokoine University of Agriculture, SUA. Asanteni sana. Sawa, asante sana. mimi ni kushukuru sana na uwe na siku njema, eh, sherehe njema. Bwana pilau liko leo? Hakika. Sawa, asante sana. Uh, kama nilivyosema hii ni mahafali ya 46 chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo SUA, na tulikuwa na mhitimu hapa wa BA Bachelor of Education katika chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo SUA na hapa tumehitimisha.